Mkoa wetu unapakana na nchi mbili Malawi na Zambia na pia ni njia kuu ya lango la, la SADC. Tuna changamoto ya biashara ya magendo. Kupitia dawati tutaenda kutoa elimu ya namna bora kufanya biashara katika mipaka yetu. Kuna njia rahisi tunasema, tunaita simplified trade regime umerahisishwa kwa wafanyabiashara wanaotaka kufanya biashara baina ya nchi na nchi kufanya kwa wepesi. Tutatoa elimu na kutoa miongozo. Kupitia dawati hili wafanyabiashara watapata huduma za karibu ikiwemo elimu ya kodi, msaada wa kushughulikia na kutatua changamoto na kuanzisha urasimaji wa biashara. Dawati hili limezinduliwa rasmi na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame katika viwanja vya Mlowo Wilaya ya Mbozi, ambapo wamewataka wafanya biashara wote kutambua thamani ya ulipaji kodi katika kuleta maendeleo ya taifa. Kulipa kodi ni uzalendo, kulipa kodi ni kuchangia katika maendeleo yetu. Mafanikio haya ambayo tumeyataja hayawezi yakapatikana kama tusipolipa kodi. Hakuna serikali yoyote duniani ambayo inaweza ikatoa huduma zilizokuwa bora kwa wananchi bila kulipa kodi. Kwani nawaomba sana tuepuke tabia za kukwepa ulipaji wa kodi. Tulipe kodi kwa hiari, tupeleke mahesabu yetu kwa wakati bila kusukumwa na mtu yeyote, kwa sababu kodi ndiyo maendeleo yetu. Kuwapongeza tena TRA kwa ubunifu mkubwa mliokuja nao wa kuweza kubuni programu hii, kuweza kubuni dawati hili ambalo linakwenda kuwa mlezi wa kudumu kwa wafanyabiashara wetu, ambao utaifanya serikali kuendelea kuwa karibu na wafanyabiashara na kuendelea kuwalea katika shughuli zao mbalimbali mbali za biashara ambazo uh, wamekuwa wakizifanya. Watapata walipa kodi wapya ambao ni wengi sana, wapya kabisa huko awali tulikuwa tunaona TRA walikuwa kama, mfanyabiashara anapokwenda kutaka kupata makadirio yaani, anaogopa kama vile ni mtuhumiwa anayekwenda kushtakiwa au kufungwa sehemu. Lakini kwa sasa hivi nakwenda, tunajiamini kwamba nakwenda, anaoenda wakuzungumza nao ni wafanyakazi, ni wafanya wenye weledi, walioeleweshwa na wakaelewa nini wanachokifanya. Lengo ni kwamba taifa liwe na wafanyabiashara endelevu na wenye uwezo wa kukua kiuchumi. Aida Matthew, Clouds Songwe.